Mapambano dhidi ya madawa ya kulevya katika kijiji cha Makaburi Kocho, iliyopewa jina la Operesheni Nguzo ya Mwanga. Katika kijiji cha Makaburi Kocho, kijiji kilichozungukwa na misitu mikubwa na chemchemi za maji matakatifu, giza jipya lilianza kuenea: madawa ya kulevya. Awali kijiji kilijulikana kwa nidhamu, umoja na maadili, lakini taratibu vijana walianza kutelekezwa, wengine kuwa wakorofi na hata wizi kuongezeka. Wazazi walilia, walimu walikata tamaa na wazee wa mila walinyamaza. Captain Bance, mtoto wa Chifu Mandota alipopata taarifa kwamba kijiji chake kimeingiliwa na wauzaji haramu wa madawa ya kulevya, alitoka mjini alikokuwa akipata mafunzo ya uongozi, akarejea kwa kasi kama upepo wa mlima. Alikusanya vijana wachache waaminifu akaunda kikosi kiitwacho Nguzo ya Mwanga. Lengo lao lilikuwa moja tu: kukomesha uuzaji na utumiaji wa madawa ya kulevya kwa njia ya uelewa, mshikamano na sheria. Operesheni ilianza usiku wa manane, walikamata wauzaji wakuu watatu waliokuwa wakijificha kwenye majumba ya zamani ya wachawi. Lakini badala ya kuwapiga au kuwadhulumu, Kaptain Bance aliwaita wazazi wao na kuwapa nafasi ya pili kwa masharti: wajitoe hadharani, waombe msamaha na waanze maisha mapya. Wakati huo huo, kaptain Bance alianza kampeni ya elimu kwa umma. Aliwahamasisha vijana kupitia drama, mashairi na maigizo. Alizunguka kila shule akizungumza kwa sauti ya matumaini: madawa ya kulevya hayaui mwili tu, yanaua ndoto, familia na hatima ya jamii. Tuchague maisha, tusichague mauti. Miezi sita baadaye, kijiji kilianza kurejea kwenye hali yake. Vijana waliokuwa wametoroka nyumbani walirudi. Wengine walijiunga na miradi ya kilimo, sanaa na ujasiriamali. Na kila mwaka makaburi kocho huandaa tamasha la siku ya mwanga, ikiadhimisha ushindi dhidi ya giza la madawa ya kulevya, ushindi ulioongozwa na Captain Bance. Ujumbe wa simulizi hii: kupambana na madawa ya kulevya si kazi ya polisi pekee, ni wajibu wa jamii nzima. Kwa pamoja, tunaweza kulinda kizazi hiki.